Hamduni Maliseli, karibu nikualike, tuangazie hatua ya baraza la mawaziri nchini Mali kuidhinisha mswada tatu wa sheria unaompa kiongozi wa kijeshi miaka mingine mitano ya kusalia madarakani. Sasa ningependa kusikia kutoka kwako, nini athari za kuongeza muda wa uongozi wa kijeshi kwa miaka mingine mitano kwa mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia nchini Mali? Karibu Hamdun. Viongozi wasipimwe kwa sababu ya muda tu, wapimwa kwa jinsi gani wamefanya kazi nzuri. Kwa mfano kama mtu awe unamwodoa kumweka wati anakuja takujaauja nafananaje? Kwa hiyo kiongozi wa Mali vile nafikiri ni anaweza kufanya kazi vizuri, lakini iangaliwe ni kwamba wananchi wenyewe wanapendekeza nini. Kama wanaweza kupendekeza ezundubasi wamwongezee, kwasababu hizi demokrasi za Ulaya zimetukwamisha mno, wao walishapiga Sawa Hamdu, lakini niambie, unaona sasa linaleta athari gani katika mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia nchini Mali? Utawala wa kiraia umekuwa hauna faida nchini Mali kwa muda mrefu, kwa hiyo kama hauna faida bora ukawa utawala wa kijeshi. Ndio maana alipindua, alipochukua madaraka huyu bwana, mitaa yote miji yote ilishangilia kwa kipindi kirefu, na wote wanajua maana ya utawala wa kiraia, wanajua vizuri sana lakini watawala wa kiraia sehemu nyingi wamekuwa mafisadi wabaya kuliku wata wanajeshi tua kwenye kambi za jeshi. Kwa hiyo pengine jambo hili linaweza kuwa na faida fulani. Uhu, hatua hii hamta mataifa ya Afrika yametokana na wanajeshi wenyewe, nchi kama Nigeria, nchi kama Ghana. Ehhe, angalia ni tokea utawala wa Abubakar Tafawa Balewa alipouliwa, wamekuwa wakipongezea na wanajeshi mpaka siku za karibuni. Kwa hiyo lazima tulione hili, Ghana wamempolea akina Akufo kina Acheampong na akina Afrifa na wengine mpaka anakuja kukamata huyo huyu Jiru kamanda wa lbarjee, akawaua watu wote walikuwa wametangulia. Nchi kapata utulivu, toka alipokuwa ameondoa Nkuuma aikuwai kupata utulivu nchini. Kwa hiyo kitu kingine sikana kwamba tawala za kijeshi ni mbaya, kitu kingine ni nzuri japokuwa kuna wakati zinakuwa mbaya kutokana na viongozi kutoka wenyewe wanapokuwa kama doku na kadhalika. Mchambuzi, tukisalia hapo, hatua hii imekuja ikiwa ni mwezi mmoja tumepita tangu Mali kukomesha ama kupiga marufuku vyama vya siasa nchini humo kufanya shughuli zake. Hii inaleta tafsiri gani katika ulimwengu wa kisiasa? Aa, wa inawezekana limepangwa ukitazama mwendelezo wa hii mbali, yani najadili litakuwa limepangwa ili kupata kumpa nafasi huyu bwana wa kuendelea kama vingekuwepo vingegomeshwa vingine vingegoma na kadhalika. Sasa naomba utufahamishe, je, kuna mfanano gani wa kisiasa kati ya Mali na mataifa mengine ya Afrika Magharibi yaliyo chini ya uongozi wa kijeshi kama Burkina Faso pamoja na Nija? Eh, ipo tofauti. Burkina Faso na Mali wamepiga hatua, hata Mali kuna hatua zimepigwa, japokuwa tofauti kidogo na Burkina Faso. Tofauti imepigwa hata Gaboni kwa kwa kwa kwa Ali Bongo kumepigwa hatua fulani. Ee, hiyo inajionyesha wazi na hata Gini kuna hatua tofauti na jinsi ilivyokuwa kwenye tawala za kiraia. Kwa hiyo katika mazingira haya, unaanza kuona pengine baadhi ya tawala za kijeshi zinaweza kufanya kazi vizuri, haswa kwenye maeneo yenye vurugu kama hayo, maeneo ya Sahel na kadhalika. Hamduni, kwa mtazamo wa ndani, raia wa Mali wana nafasi gani ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa chini ya utawala wa kijeshi ambao tunaona unaendelea kupanuliwa kama ambavyo umeona ripoti inavyozungumza kwa sasa? wanaweza kushiriki kwa sababu hata Sudani, hata kabla ya kuzuka kwa vita hii, akina Jafar na watawala wa kiraia kuendesha mataifa yao. Na bahati mbaya sana sisi tunaangalia vitu hivi kwa macho mepesi, lakini hata Uganda si na utawala wa kijeshi huyo Museveni ni mwanajeshi. Hata Rwanda ni utawala wa kijeshi na kwamba akitoka ini akavaa mavazi ya kiraia kwa sasa Eh, baadhi ya mambo ya kijeshi yanakuwa yafanyike lakini kwa ujumla ni wanajeshi. Hamdun Marisel amesema Uganda inaongozwa na utawala wa kijeshi ili hali tunafahamu kwamba ni utawala wa kiraia. Kwa namna gani utawala wa kijeshi? Ni utawala wa kijeshi kwa sababu wanajeshi ndio wanatawala. Mu Uganda inatawaliwa na Jenerali Museveni. Rwanda inatawaliwa na Jenerali Kagame. Misri inatawaliwa na Jenerali Al-Fatah al Al-Sisi. Misri. Eh? Na nafikiri wanameyo. Yaani sasa hivi wazalio. Ni majenerali ma, wote hapa. Unamaanisha kwa ni kwamba wanavua magwanda ya kijeshi, wanavaa nguo za kiraia wanaingia, lakini mwanzoni wanaanza kwa mapinduzi, alafu baadaye wanajitioni na kuwa kama, kama raia kwa na, pengine mba, ha pengine, Hamdun ni ni nyadhifa mtu anapitia. Unamaanisha Tanzania kama akija kiongozi ambaye huko nyuma alikuwa jenerali pia utaita ni utawala wa kijeshi? alikuwa jenerali, wale wamefanya mapinduzi. Kwa sababu Burundi, baada ya kuondoka ambaye eh, ni marehemu nani Nkurunziza, ambaye alikuwa ni mwanajeshi alitawala kijeshi, akakaribishwa na mwenzake ambaye alikuwa ni mwanajeshi vile vile, na jenerali wa jeshi la Burundi. Uganda ni wanajeshi, alipindua huyu Museveni, baadaye akajigeuza akagombea kama raia, lakini akitokea kwenye, kwenye, kwenye wanachuo Sudani unaona General Al-Fish Al-Burhani ni mwanajeshi. Na wewe anataka kumuondoa General Dagaro ni mwanajeshi. Misri ni General Al-Sisi alimuondosha utawala wa kiraia na naongoza Sudani ni nini hivi? Nani anazidi ma ma ma yeye, nani anazidi maendeleo ya ya nchi na kadhalika. Kwa hiyo sisi pigi upato wa wanajeshi. Lakini kuna mahala na kuna mazingira ambayo wanajeshi wanakuwa nafuu zaidi pengine kuliko raia, na kuna mahala ambako raia wanakuwa. Turudi katika mazingira kwa baadhi ya mataifa ya Afrika Magharibi yanayoongozwa kijeshi, kama taifa la Mali. Unaona diplomasia ya kimataifa ina nafasi gani katika kushawishi viongozi wa kijeshi kurudi katika mstari wa kiraia? Swala sio kuwashawishi, kwa sababu wanajeshi wanakuwa ni ni raia, raia na wanajeshi, baba zao na shangazi zao ni raia ndugu zao ni raia, lakini na mama zao ni raia na wadada za zao, lakini unafahamika kama, kama utawala wa kijeshi ni tatizo fulani, kutoka magundi yangu na sina yapana. Swali la msingi ni kwamba kunakuwa na taratibu ambazo baadaye zinakuja kuleta ule utawala wa raia, japokuwa mtu mwenyewe alikuwa ni mwanajeshi na kadhalika. Sio kama ni jambo kubwa na zinaweza kuendelea, kwa hivyo inafanyika. Kwa hiyo kupiga makelele hizi hizi, ni kelele za watu wa Ulaya Magharibi eh, ambao wanataka raia wanaoweza kuamrisha kwa haraka zaidi. Watu, umesema vizuri, ni kelele za watu wa Ulaya. Unamaanisha kwamba raia kwa mataifa hayo yanayotawaliwa kijeshi Mali, Burkina Faso na Nija, hawautaki utawala wa kiraia? Wengi wanataka utawala wa kijeshi, na, na ndio maana walipopindua wanajeshi, raia waliona raha sana, wakatangilia mitaa yote. Tumeona, sio tuko. Hata, gini, hata hata hata hata tumeona kwamba ni jambo la pili hapo. Umesema raia wengi wanataka utawala wa kijeshi. Nini kilichopo nyuma? Kwa nini wanataka utawala wa aina hiyo kwenye maeneo hayo? Lazima tujue, kwenye maeneo hayo wanajeshi wamekuwa ni wagumu kushawishiwa na nishawishia watu wa Ulaya magharibi kunyonya mataifa haya mataifa yao. Hilo ndio jambo ambalo tutaliona zaidi. Hisia za uzalendo zimekuwa juu sana kutokana na viapo vyao na kadhalika na kadhalika. Kuna utawala wa kijeshi, ndio, lakini tumeona utawala huo umekuwa ukipata usaidizi wa vikosi vingine vya kijeshi. Hivi karibuni tumeona wagi na warusi wakitangaza kujiondoa nchini Mali, kwa kutaja kila wamemaliza operesheni yake ya kijeshi nchini humo. Sasa Hamdun, unaweza ukaniambia pamoja na kwamba utawala wa kijeshi upo, lakini haujitoshelezi nafasi yake ni nzuri. Mbona tuzungumzie habari ya agenda Mali wa Ufaransa ambao walikuwa katika nchi ya Mali kwa miaka yote walikuwepo wakaondoka wakaja wengine. Kwa nini walikuwepo kwa televisheni ya waka... kawaida yani, na na watu na kujiondosha au kuto kujiondosha, wanakuja kuulinda utawala wa kijeshi ambao bado unajitafuta, baada ya kuwa misingi mikubwa ya utawala imedhibitiwa vikali sana. Wale waliotoka madarakani wakitumia mataifa ya Ulaya na ulaya naulayaamawaaa Marekani wakishaaaatawala mataifa ya Afrika kupitia katika mambo yao ya misaada na vitu vingine vya ovyo. Lakini kimsingi ni kwamba kazi inayofanywa na wanajeshi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ni kazi nzuri sana inayopendeza. Hii haimaanishi kwamba taifa ya Afrika yatawaliwa na jeshi, hapana, lakini wanajeshi katika baadhi ya maeneo ya Afrika wamefanya kazi nzuri zaidi kutokana na historia za tawala za kiraia kushindwa kumudu vishindo na misukosuko na hila zinazofanywa na watu wa Ulaya katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kuchukua na kuchukua rasilimali za Afrika zilizomo katika mataifa ambayo wanayaongoza. Ni kushukuru Abdul Maliseli kwa wakati wako. Asante sana. Naam, msikilizaji, tumekuwa na mahojiano ya kina na mtaalamu wa masuala ya diplomasia pamoja na siasa kimataifa kutoka hapa Tanzania, ndugu Hamdun Maliseli tukiangazia hatua ya baraza la mawaziri nchini Mali kuidhinisha mswada wa sheria unaompa kiongozi wa kijeshi miaka mingine mitano ya kukaa madarakani. Mimi naitwa Mike Ntakandi, hadi wakati mwingine. <tune>